Mbeto Hamisi ni katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi hapa Zanzibar. Aa, kama kaka yangu Faruku ponuliza kwamba na mzungumzaje, Charles Hillary, kwanza ni mtu ambaye nilikuwa ni karibu sana na mimi, kutokana na nafasi yangu, halitoki jambo lolote la Ikulu kama tuja share na chama, kwa sababu rais ni makamu mwenyekiti wa sisi, kwa maana taarifa lazima tunashare, haipiti siku, ni kila siku ambayo tunawasiliana lakini sisi tumepokea msiba huu kwa mshtuko mkubwa baada kusikia za, e, Hillary, ya kusikia taarifa za Charles Hillary, mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu pamoja na msemaji mkuu wa serikali, kwa kweli kilitushtua. Lakini Charles navyomjua kwamba ni mtu ambaye alikuwa ni mkarimu, alikuwa ni mtu wa watu. Lakini Charles amekuwa mwalimu wa waandishi wengi, kwa sababu hata ukiangalia historia yake, amefanya ya kazi katika vyombo vya habari vya ndani na nje ya nchi ameanza kuajiriwa na eh, eh, Radio Tanzania Dar es Salaam, baadaye akaenda zake Duchuvele, akaenda BBC. Lakini aliporudi akaajiriwa na Radio One, baadaye akaajiriwa na, na Azam Media, baadaye akapata uteuzi wa mheshimiwa rais kwa maneno nambomzungu mzia, Charles ni mtu ambaye alikuwa ni mcheshi, alikuwa anafanya kazi zake kwa uweledi, lakini alikuwa ni mtu ambaye anapenda watu lakini pia alikuwa akiwapenda waandishi wenzie kamineo. Sisi kama Chama cha Mapinduzi tunawapa pole mheshimiwa rais pamoja na eh, ofisi nzima ya rais Ikulu kwa kupoteza mwenzi wao, lakini vilevile tunawapa pole familia kwa kumpoteza ndugu eh, pamoja na mke na watoto. Tuseme tu kwamba Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe.